Kitu kikubwa sana na ndiyo tunayoitafuta, lakini wanatuambia eti Mwingereza ndiye atakayetupa elimu ile. Sasa ngoja niwaulizeni na watu wenye magazeti na waulizeni sasa jambo kubwa, eti Mwingereza ndiye atakayetupa elimu ile ya kutuwezesha kuitawala nchi yetu. Sasa ngoja niwaulizeni wote, mka sijui watu wangapi, kisieni nyinyi wenyewe umati wa watu uliokwa, na waombeni nawaombeni pole pole, ndugu zangu, nawaombeni pole pole. Waingereza wamekaa Tanganyika miaka arobaini. Wengi wetu hapa tumezaliwa chini ya Waingereza na hawa wanaotutawala hawa, ni watu wengi wamezaliwa katika muda ule ule. Nawaombeni ndugu zangu, bila kuona haya hata kidogo, hata kidogo. Watu mlio katika umati huu msione haya hata kidogo. Mliosoma mpaka darasa la kumi nyosheni mikono kizungu, msione haya. Watu wote ambao mmesoma mpaka darasa la kumi katika umati huu nyosheni mikono, msione haya, msione haya, nyosheni mikono. Watu waliosoma mpaka darasa la kumi kizungu, wa nyosheni mikono. Na watu wa magazeti simameni, mwa hesabu nyinyi wenyewe watu waliosoma mpaka darasa la kumi kizungu, nyosheni mikono. Kazi ya Mwingereza aliyofanya miaka arobaini itazameni wote, itazameni kazi ya Mwingereza aliyofanya miaka arobaini katika nchi. Nyosheni mikono, jamaa wa kina mama, nyinyi mmesoma mpaka darasa la kumi, nyosheni mkono waone, na wala siseme zile kama na watanieni Nyosheni, watu wa magazeti wako hapa, waione mikono ya umati wote huu iliyosomeshwa na Mwingereza katika muda wa miaka arobaini mpaka darasa la kumi. Hapa mnaiona mikono yenyewe, tunaweza kuhesabu watu hao wa, wakifika mia mbili bahati, wakifika mia mbili bahati. Kazi ya Mwingereza aliyofanya kwa umati wa Dar es Salaam hiyo wa umasai Dar es Salaam ni watu wenye elimu kubwa sana, miaka arobaini. Teremsheni mikono ye, teremsheni mikono. Nyosheni sasa mikono watu ambao mmesoma mpaka darasa la kumi na mbili. Kazi ya mwingereza miaka arobaini. Hebu nyosheni mikono mpaka darasa la kumi na mbili, nyosheni mikono, wahesabuni. Wahesabu watu wa polisi, watu wa presi, kila mtu awahesabu watu wale, ataje hesabu kama anavyoona. Kelemsheni mikono yenu. Muko hapa watu sijui kama mnapata arobaini, bahati kama mnapata arobaini. Bahati yenu kazi aliyofanya mwingereza kwa muda wa miaka arobaini. Na wanatuambia jamaa hawa, ngojeni kwanza mpaka mwingereza wape elimu, alafu ndio mtaweza kujitawala. Wako wapi aliyowapa elimu katika muda wa miaka arobaini? Ngojeni kwanza, ngojeni kwanza, sijamaliza juzijuzi hapa vizigizi hapa mwaka elfu moja tisa mia na hamsini na tano mwafrika mmoja jina lake Danstan Omari, nimesoma naye, ni alipata cheo cha udio udio. Mnajua walivyofanya, mnajua serikali ilivyofanya, ilimpiga picha katika magazeti, wote tumwone, wote tumjue, tukasoma wote habari zake, ikatangaza katika redio mwafrika moja Tanganyika, sasa amekuwa dio. Nini ngenituma katika nchi ya watu niende niwafundishe watu mpaka wapate elimu kama yangu? Ikiwa baada ya miaka arobaini nitampata mtu mmoja tu ambaye ana elimu kama yangu, ningeona haya kutangaza.